Sio kama hawanywi au sio kama kuna watu hawatumii madawa kulevya, yeah. Wapo kwenye industry yetu, wapo tena wakubwa tu sure. Umeelewa, lakini wanajua jinsi gani ya kumaintain. Okay, eh, kwa sasa hivi tuko malaloni kwa ajili ya kumpumzisha mama yetu kwa Chidi Benz, Chidi Benzino. Kwa hiyo hapa nimekutana na my brother, Nuh Mziwanda. was good bro uko vizuri bana kwanza na furaha kwa kukuona. Uh, na pole kwa msiba. Asante sana. Uh, taarifa ya msiba uliipokea kwa mara ya kwanza ilikuwa muda gani? Uh, mimi kwa kweli mitandao siku hizi inasaidia sana. Naelewa yeah. Naona tangu juzi kwenye mtandao kwa mamake Chidi Benz amefariki. mm. Sure. Naelewa mimi. Liniuma sababu Chidi Benz ni brother. mm. Tangu Ilala wote mtaa mmoja unajua zile, kwa hiyo yeah. Yeah, ni mama yetu, yani, ambaye tumemzoea ya, kwa hiyo inauma, inabidi upokee tu hivyo hivyo, sababu kazi yake Mungu haina makosa ya. Okay. Unaf unafikiri wewe ni kitu gani ambacho kimekusukuma zaidi kuja msibani? Uh, cha kwanza familia na vitu ambavyo pia Chidi Benz amestendi na mimi, wakati nipo kwenye matatizo ya pombe nyingi hmm. Maenelewa madawa ma ya kulevya mabangi manini maana alisimama sana hapa nyuma kwa ajili yangu mimi hadi kuwa sawa ko. Yeah. tumekuwa kama familia Yeah. Japo ni familia lakini kuna mtu akikujali kipindi cha shida, basi nae mwenyewe akipata shida inabidi pia yeye mwenyewe ujali. Unaelewa? Sure. Yeah. Kwa hiyo kuna hiyo, kuna hiyo chemistry ambayo ipo ambayo tunasaidiana katika matatizo yeah, sio kwenye furaha tu yeye. Yeah, alisimama na familia yangu mimi Chid Benz akahakikisha Nuhu hadi aweze kuwa sawa Yeah. Una, una, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na wamama? Tumeona kienzi za uhai wake mama yake na Chidi Benz alipambana yeah, sana kuhusu Chidi Benz yeah, lakini pia hata kuusimamia kuhakikisha Chidi Benz kwenye mziki anakaa stable yeah. Kwa wamama wengine una kipi cha kuzungumza kwao? Uh, unajua sisi ni vijana tunapitia changamoto nyingi sana kwenye ujana wetu. Mna wazazi inabidi mtoto akipata na situation kama hiyo, sio kumharasi au kumsema, sababu ukimsema zaidi unazidi kumharibu kukiakili. Umeelewa, ni kukaa naye, kuongea naye. Mimi naamini mama ake Chidi, alipitia wakati mgumu sana, katika wazazi ambao tunawajua, umeelewa, kutokana na situation ya brother yetu alikopoa nayo, umeelewa. Lakini tunashukuru Mungu kawa sawa, na mama ake pia ndokaondoka. You never know, labda Mungu alipanga hadi mama ake amweke sawa deni amchukue. Umeona Mungu alivyokuwa na akili, umeona? Kwa hiyo nashukuru Mungu brother yetu yuko sawa, japo mama yetu kaondoka, umeelewa? Inauma nini, lakini wazazi wengi wawe wanastendi na watoto wao kipindi ambacho watoto wao wapo kwenye matatizo, sio kuwasema na kuwaonesha energy nyingine tofauti. Ujue mtu akiwa kwenye situation kama ile, ukimwonesha energy tofauti, unazidi kumchanganya, inabidi sure. e unakuwa naye karibu, unaongea naye kiutaratibu Umenelewa, yani inabidi umsome saikolojia yake, yani inabidi uwe mjanja. So mimi naamini mama Kichidi chdi alistand huko, japo alitumia muda mrefu hadi brother kuja kuwa sawa, lakini ndio hivyo, tunashukuru Mungu, kila kitu kiko sawa na brother yetu, unamuona sasa hivi yuko fresh. Sawa, kwa swala ambalo wewe ni mwanamuziki kwa muda mrefu sana na issue yeah, umaarufu umekuwa ukiishi nao kwa muda mrefu sana, yeah, sure. Kwa hili swala ambayo inaendelea na minong'ono ambayo inazungumzwa hapa hapa msibani juu mm, ya wasanii wa mm, kizazi kipya mm, kuto kutokea misibani kwa mm, wasanii wakongwe uh, wa au ya mm, yanapokuta wa matatizo ya wazazi wao kama hivi mm, mm, hawatokei Bongo I mean Bongo movie, uh, kuna hiyo pia changamoto diyo, ya wao kuto kutokea au wanachagua watu wa kuwafuata kwenye misiba, unahisi shida iko wapi? Unajua sasa hivi kama sisi kwenye industry yetu tumekopo, kama kila mtu na mtu wake. Umeelewa? kwa hiyo ya kuchekeana tunatabia, tukionana tu maclubs au kwenye vitu vingine, lakini moyoni kila msanii anakuwa na roho yake. Alafu mimi na mimi, upendo wa kweli ni kwenye shida mbani, oh, kwenye matatizo. so, so anayekuthamini kwenye shida, basi huyo ndo mwanawe mwenyewe, dili naye Eh, hey, ukiona mtu athamini kile kitu ambacho wewe upo kwenye shida basi achana naye. Mimi mwenyewe ndo ninavyoishi. Umeelewa? Mimi kama wewe kwenye matatizo yangu haupo. Umeelewa? Tutaonana, nitakuchekea, tutapiga story fresh unyama. Umeelewa? Wewe mwenyewe ukiona matatizo yako ni matatizo yako. Umeelewa? Mimi siwezi kuwa kimbele mbele. Umeelewa? Sababu kila mtu yupo kwenye kwenye mipango yake. Sasa hivi tushakuwa watu wazima. Hatuwezi kufosiana msiba. Kufiwa na mama ni jambo kubwa sana, sio jambo dogo. Chid Benz kashafanya kazi na watu wengi kwenye industry, manlewa. Ni msanii mkubwa, manlewa. Kwa hiyo mtu kama kaja ajaja, hiyo kimpango wake kikubwa. Mama yetu tumempumzisha salama, mnalewa hivo. Lakini wasanii tuna tunachekeana sana usoni, asa mwenyewe na kulaga, na kulaga bati, alafu mwenyewe nacheka hivyo hivyo usoni. Kwa hiyo mimi atakaye thamini kipindi nina shida, kipindi nipo kwenye matatizo sawa, ila kama utacheka pia sawa, sababu huwezi kuforsi mtu moyo wake kuendesha ambavyo wewe unataka. Nataka ni kutumove kidogo kuhusu lifestyle yako. Sasa hivi naona kuna bebe mpya ambaye una bond naye au viba. Kwanza hongera kwa, kwa kurecover, na uko uko uko vizuri. Uh, Nuh Mziwanda ambaye tulimuona back in the days ambaye alikuwa analia na kuomba msaada sio Nuh Mziwanda wa sasa hivi Nuh Mziwanda sahivi ambaye namuona mtandaoni ni mtu ambaye anakula bata, uh, una own kazi na vitu kama um, hivyo. Mimi sili bata. Vile ni vitu ambavyo watu hawajawahi wa kuviona tu kwenye maisha yangu. Eh, eh, eh. Wasanii wanakula bata mnawajua. Sure. Vile ni vitu vya kawaida. Alafu yule girlfriend yule ni mama watoto. Mimi yule nipo naye sasa hivi almost miaka saba. Nipo naye yeah. Long time. Kanivumilia tu kwenye vitu vingi ndio maana watu walikopoa wa mjui kipindi tuna hustle. Sure. Umeona. Kwa hiyo kwenye raha pia hata kama mkipata kidogo basi nipo naye. Ndio maana unaona watu wanahisi kama ni mwanamke ambaye nimejiona naye nice siku mbili hizi. Hapana, mimi yule nimeza naye watoto wawili. Manila. So, ni mwanamke ambaye nipo naye long time. Ni, ni mwanamke ambaye kavumilia ka, ka, ka vitu vingi sana. Zungumzia situation ambayo aliipitia yeah. Brother Chidi Benz yeah. Na same, same pia wewe uliipitia yeah, sure. Na of course ulizungumza kwa mwanzo kabisa. Kitu ambacho watu hawakijui kuhusiana na urahibu wa matumizi ya uh, vileo mm. Au vibwana yeah. Uh, mihadarati na vitu kama hivyo yeah. Inakuwaji ngumu sana yeah kuacha au yani, unakuwa katika hali gani mpaka? yeah. wazi unaingia. mm -hmm. Na inakuwaje ngumu kutoka pia The company wengine kuiga, umenelewa? kunyamwezi mwezi mwingi umenelewa? <laughs> <laughs> hiyo yeah. ya yeah, pombe, watu sio kama hawanywi au sio kama kuna watu hawatumii madawa kulevya. yeah. Wapo kwenye industry yetu, wapo tena wakubwa tu. sure. Umeelewa, lakini wanajua jinsi gani ya ku maintain Unaelewa, usizidishe kwa. Yeah. hiyo kuna ile kuzidisha sadi na kupo kwenye damu. Mm. Umeelewa kuache na kuaga ngumu ndio maana kuna masoba. Sure. Unaelewa kuna manini kwa ajili ya kufanya tu mtu aweze kutoa sumu mwilini, na urudi katika hali yako ya kawaida. Kwa kikubwa, ni kumshukuru tu Mwenyezi Mungu, sababu Mungu naye hadi anakurudisha kwenye afya yako. Ujue una kitu bado hujakifanya kwenye jamii. Kuweza na, na Sure. Na watu wanakitegemea ukifanya. Sababu tumeona watu wengi sana wamepotea straight yani. Yani, yeah. Kwa hujapata msaada wa aina yoyote kuweza kurudi kwenye kiafya na kurudi hata kwa watu kuweza kuwasikiliza. Umeona. Kwa hiyo unaona ni Chidi Benz karudi, unaona hadi mimi Nuh nimerudi hivi, ujue tuna vitu bado vinahitajika kufanyika. Umeelewa. Kwa hiyo mimi namshukuru tu Mwenyezi Mungu, familia yangu, mama yangu umeelewa, kaka zangu Chidi Benz mwenyewe kusimama hadi hapa ambapo nimefikia. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yeah. Okay. Tutegemee nini kutoka kwa Nuh Mziwanda ambaye sasa hivi, uh, amerudi kwenye hali yake ya kawaida, ameacha kitu Tunazungumzaje kuhusu mziki wako? mziki nafanya. mm -hmm. na kazi naelewa. kazi zipo, na kazi nitatoa very soon. Kwa watu tu wakae, mkawa kula ya yeah. Sitaki kuongea sana kuhusu mziki kwa sababu yeah, yeah, nataka yeah, nifanye sure, sure. yeah. Kwa hiyo vizuri vinakuja kutoka kwangu. Aina naomba. Shukrani. Shukrani sana bro.